Mwenyekiti wa mamlaka mji mdogo Mbalizi, mamlaka yenye watu wasiopungua 91857, kwanza ni mshukuru sana Rais Mama Samia kwa huduma ya maji ambayo ametupatia katika mkoa wa Mbeya. Lakini la pili ni washukuru sana meneja wa maji mkoa wa Mbeya namna alivyowezesha kuhakikisha maji tunapata kwa wakati, lakini pia anatutibia maji ili tusipate madhara. Leo nimejifunza mengi sana kupitia idara ya maji kwamba wana kazi ngumu ya kuhakikisha maji yanapatikana lakini maji yaliyo safi kwa wakati wote. Ni wahasi sana wananchi wa mkoa wa Mbeya, mara unapoona maji yanatiririka kwenye mpira wa aina yoyote ule, toa taarifa na ikiwezekana mwambie mwenyekiti wa serikali za mitaa, tukate maji yale kwa muda ili maji yasipotee. Gharama inayotumika kwa ajili ya uzalishaji wa maji kwa leo nimejifunza ni, ni gharama kubwa kuliko bei tunayolipa ya maji lakini pia nilikuwa natoa semina kwamba ikiwezekana wale wasiolipa kodi ya maji siku moja tuwatembelee, <coughs> tuwakusanye waje waangalie namna serikali inavyozalisha maji ili asisumbue kulipa kodi. Nafikiri tukifanya hivyo hakuna Mtanzania ambaye anaweza kukwepa kulipa kodi, kwa sababu atakuwa ameshaona vyanzo vya maji namna vilivyoshughulikiwa na serikali, lakini pia maji mpaka yanafikia nyumbani kwake ni gharama gani inatumika. Twa Suleiman Shaibu Salum ni mwenyekiti wa mtaa wa Mkombozi uliopo hmm, ndani ya jiji la Mbeya kata ya Rwanda. Kwa hakika ziara hii imetupa mafunzo makubwa sana hususan kwa wananchi. Tutakwenda kuwaelimisha ni kiasi gani kumbe maji yanahitajika, eh, kuyatumia vizuri, kwa sababu gani tumejifunza maji yanavyofanyiwa treatment kama hapa tumetoka katika kituo hiki, tuko bado ni maji he, gharama inatumika kubwa sana, gharama inatumika kubwa sana. Hata hizi bili tunazolipa ni bili, kwa kweli ni rafiki kwa wananchi, nje ya hapo, maana yake bili ingekuwa kubwa zaidi, kutokana na madawa yanavyotumika, namna gani tunapata haya maji. Lakini pia nimejifunza gharama za umeme zinatumika kumbe ni kubwa sana, kusukuma haya maji mpaka yanatufikia kwenye mitaa yetu, gharama zake ni kubwa sana Evansisongela Mwambevule ni mwenyekiti amtaa Majengo Kusini, kata ya Majengo. Kwa kweli kwa leo, tumeitwa wenyeviti kwangalia mradi wa maji jiji la Mbeya, kweli kwa jinsi walivyotuonyesha kwenye vyanzo vya maji na sehemu zile ambazo ndo sehemu kuu za kutukia maji na kutibu maji ni mradi mkubwa sana vilevile. Kitu ambacho kimenifurahisha sana ni ule mradi mkubwa kwa kweli, tulikuwa naambiwa tu kwenye mkutano wenyeviti, lakini sasa tumejionea kweli, ni kazi kubwa inayofanyika na mama Samia, kazi kubwa sana. Yaani kwa hilo tunamshukuru sana sana, sana, sisi wenye viti, ambayo tumekuja kuangalia huo mradi. Tulikuwa nasikia tu kwamba tumeletewa mradi Mbeya, mradi mkubwa, lakini sasa leo tumejionea ni kweli na tutafikisha kwa wananchi wetu kwamba ni kweli kama tulikuwa nasikia tu kwenye habari tu, kwa sababu wananchi wangu watanielewa kwa sababu nimekuja kujionea mimi. Kwa jina naitwa Esta Torince Mwalingo, ni mwenyekiti kutoka Iwala. Kwanza kuhusu na ziara hii, nimeifurahia sana nilivyoona vyanzo vya maji na nimeona jinsi serikali inavyofanya kazi nimeanza kuona kule kwenye uhifadhi wa, wa maji tulikoanzia, tumekuja tena pale juu, nimekuja tena hapa. Kwa kweli nimefurahi mno, nimeona kwamba kumbe serikali yetu iko kazini. Alafu pia nime, nimeona kwamba ni bahati leo kuwepo kwenye ziara hii. Tumejifunza mambo mengi tulipokuwa tunazungumzia habari za kulinda mali ya asili wengi walikuwa hawajui. Naamini ujio wangu leo na ziara hii nitakuwa mhamasishaji mkubwa kwamba mali ya asili inatakiwa ku, ku, kuifanani kutunzwa, na pia hata mito mita sitini nimeiona kwamba inatakiwa kuitunza kwa ajili ya kutunza maji. Naamini katika semina ile ya asubuhi imezungumza kwamba maji ni uhai wa mwanadamu, maji ni kila kitu. Najua kwamba unapoumwa lazima utumie maji, lakini tulivyofika hapa tumeona maji yalivyo na maji jinsi yanavyofanya kazi. Naomba nimshukuru huyu mama mama Samia kwa kazi anayoifanya. Naamini mama yuko kazini, na pia tuendelee kumwombea katika awamu hii ambayo yupo, ili tumpe mitano tena aweze kufanya kazi vizuri. Najua mama yuko vizuri na tunamwombea mitano tena aipate. Asante na usambazaji maji na usafi wa mazingira. Siku ya leo katika kuadhimisha wiki ya maji, tuliona kwamba mamlaka ilikuwa ni vyema kuanza kuwashirikisha wadau wake. Tulianza na wanahabari, lakini siku ya leo tulikuwa na wale wenye viti wa serikali ya mtaa. Tumepitisha katika miundombinu ya maji, sehemu ambazo tunazalisha maji, wameona taratibu e, tulikuwa pia sehemu ambazo tunatibu maji, mfano hapa kituo cha kutibu maji cha Swaya na tumeelezea tuna maji tunaozalisha ambayo lita milioni 73.5, kwa siku na mahitaji milioni 90, kwa siku, na utekelezaji wa miradi mbalimbali ikiwemo utekelezaji wa mradi mkubwa wa maji wa kimkakati kutoka chanzo cha mk. Lakini pia tumeelezea gharama hizi kwamba gharama hizi kwa uhalisia wa wake zinabebwa sana sana na serikali, kwa sababu ukiangalia unit moja ya maji ni shilingi 1,560 tunaposema unit moja ni sawasawa na lita 1000. Sasa unaweza kuangalia kwamba lita 1000 za maji zinaweza kwa shilingi 1560. Maji haya ambayo yametolewa kwenye vyanzo, eh, tumeyasafirisha yamewekewa dawa kwa kuna gharama za umeme, lakini tunaenda kuuza kwa shilingi 1560. Lakini kwanza na mabalozi hao kutembea nao ambao ni wenye, wenyeviti wa serikali ya mtaa, kwanza na wenyewe wanapata uelewa na ni kweli wamekiri kwamba wao wow, hawakutambua walijua kwa jiografia ya Mbeya ni maji ambayo yanatoka milimani na kushuka lakini wameona kwamba kuna wakizidi mkubwa ambao wanatakiwa lakini pia mamlaka imekuwa ikitoa elimu sana sana kwa wananchi kuhusu swala e, gharama za maji ikiwa sambamba kuweza kuwasitisha huduma wale ambao wanakuwa wamechukua muda mrefu ambao hawajalipa bili zao baada ya elimu sana kutolewa elimu hii ni endelevu elimu hii haishii mwanamama tumeanza kwa viongozi wananchi tuelesha tunatumia vyombo vya habari